Ikiwa unanipata studio za Radio 47 kwa muda wa dakika moja tu, tueleze nini kinafanyika na tarajie nini naam. Na kupata kwa njia safi kabisa, mwenzangu Hassan mwana wa Ali, ukiwa studioni hapa nilipo. Nipo katika gatuzi la Trans Nzoia. E, hapa ni kitali ambapo waombolezaji tayari wameshaanza kujaajaa hapa. E, katika hafla hii ya kumsitiri aliyekuwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya IEBC, Wafula Chebukati, viongozi mbalimbali wameweza kuwasili hapa, viongozi wa kidini pia vile vile. E, tunatarajia tu viongozi mbalimbali ikiwemo mbali, mbali rais pia ambaye anatarajiwa kuwa hapa, naibu wa rais na viongozi wa mrengo ule wa Azimio. Nimeona hapo mwanzo PK Salasi ameweza kuingia hapa akilakiwa e, na wakazi hao wa Kitale. Pia vile vile aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gashagwa pia ameweza kuwasili tayari. Vile vile naona waombolezaji tu wanaendelea kujaja hapa magari, usalama umeweza kuimarishwa hapa, na kwa faida ya msikilizaji wa Radio 47 tutakuwa tunakupatia tukio yote yanavyojiri hapa ndani e, ya boma hili la aliyekuwa mwenyekiti wa tume ya mipaka na uchaguzi IEBC Wafula Chebukati, jinsi ambavyo wa viongozi mbalimbali watakuwa mbali, wanaweza e, kufika hapa. Matukio yote ambayo yatakuwa yanajiri hapa tutakuwa tunaweza kumjuza msikilizaji wetu wa Radio 47 moja kwa moja kutokea hapa e, Kitale, Gatuzi la Transnzoia, kitalegatu kwa kwapo studioni, Hassan Mwana wa Ali. Hapo hapo kabla hujaondoka umesema kwamba ameingia mbunge wa Mumias Mashariki PK Salasia, na amelakiwa kwa mbwe, mbwe, hanjam, na madoido. Hii inamaanisha nini je? Wageni wengine washiriki wengine hawakulakiwa kwa mbwembwe na, na, na hanja, wewe umeona nini hapo? Kwa mtazamo wangu, nilipoingia hapa Hasan, kulikuwa kumetulia, lakini viongozi mbalimbali walipoanza kuingia magari yao, wakishuka wanalakiwa kwenda kukaa pale. Lakini alipoingia mbunge wa Mumias Mashariki, pike salasa, sijui ni kwa yale mahoka yake na ule uchangamfu wake, ndo uh -huh. E, wakazi wa huku wameweza kumlaki vile, lakini ndiyo taswira kamili ilivyo, e, kwa hivi sasa hapa Kitale aha. Asante sana Harun Toya, tutakuja kwako tena baadaye.